Ushawahi kujiuliza utofauti wakati wa trademark na copyright ni nini? So, leo nataka nikufundishe kuhusu trademark na copyright. Na kabla sijaendelea, ningeomba ucomment hapo chini chochote unachokijua kuhusu trademark au copyright. Sasa iko hivi, wenye niwaambie utofauti wa trademark na copyright. Trademark imesimama kwenye alama biashara, mfano jina nembo hata maneno ambayo yanasimama kwa biashara au huduma. Kwa mfano lego ya logo ya Nike ile ni trademark. Kwa mfano jina uh, la diamond lile li ni trademark. Kwa mfano uh, slogan mfano, kwa mfano mtu anakwambia Nike, nakwambia just do it, ile ni trademark. So copyright inasimama kwenye alama ya ubunifu au sanaa. Kwa mfano mziki wa diamond anaoimba ile ni copyright. Uh, kwa mfano mziki wa Jz ni copyright. So utofauti, mfano tuchukue kama vile Jz, jina la Jz ni trademark, lakini sana anayoifanya ni copyright. Lengo la trademark na copyright ni kuzuia copyright, copyright inazuia mtu asitumie kazi yako bila izini yako na trademark inaz, inalinda biashara zidi ya watu wanaotumia vibaya. Kwa hiyo ndo mtofauti mkubwa wa trademark na copyright. So swala so linakuja, kwa nini copyright, kwa nini trademark? Kwa hiyo kama nilivyokuambia kwamba unaweza kuwa una biashara au na jina la biashara lako unalitumia katika biashara na no, umelikuza sana, lakini kama hujalisajili kuwa na trademark, hilo sio jina lako, huna umiliki na hilo biashara jina litakuwa na umiliki wa lile biashara ikiwa tu umelisajili kwenye mamlaka husika. Au na kukumbusha kwamba kila kazi yako ambayo ni majina ya biashara yako, kumbuka kuisajili ili uwe na umiliki kamili wa biashara ili isitumiki kwa mtu mwingine vibaya, au ukanyakuliwa haki yako ambayo umeitengeneza kwa miaka mingi. Kwa hiyo kutokana na hilo, nina habari njema. Tanzua Business Service hawa wanahusika kuhudumia biashara kama ya kwako, ikiwa unahitaji logo, ukiwa unahitaji invoice, ikiwa unahitaji website, ikiwa unahitaji domain, ukiwa unahitaji kusajili kampuni, mambo yote ambayo inahusika na, na masuala ya kampuni wanaweza kukusaidia. Unahitaji kusajili license, unahitaji kusijui kufanya nini, kurekebisha kampuni yako. So Tanzua Business Service wanapatikana online, unaweza kuwatafuta, wapigie simu, uambie na shida zako, kwa hiyo watakuweza kukusaidia. Uzuri wa Tanzua Business Service wanakupa huduma zote ambazo zinaendesha kampuni ambazo unahitaji kuendesha kampuni. Kwa hiyo wasiliana na Tanzua Service Business kupitia Instagram zao waweze kukusaidia. So weka komenti yako hapo chini. Unajua nini kuhusu trademark na copyright? Utafurahi nikiona komenti yako, alafu nikuambia kitu kimoja, kwamba huduma hizi ni bure. Ukiwa na swali lolote kuhusu kile ninachokufundisha au kile unachokiona hapo, achia komenti yako, tutakuhudumia bure, au utolipia kitu chochote. Kwa hiyo, au umeona video yoyote na ungependa kutueleweshe zaidi, tuambie, tutakufundisha bure, kuna kitu kinacholipia au tutakuelekeza, tutakupa maelekezo bure kabisa. Kikubwa, subscribe kwenye chaneli yetu, share na wengine ambayo uh, angependa kuona hii. Karibu jifunze bure.